Na mtazamaji wa Faida Online TV. Watu wa fildi, leo tuko fildi, ni moja kati eh, ya mashamba ya zao la korosho ambapo leo meshuhudia e, mafunzo ambayo yametolewa na TARI Naliendele, kituo cha utafiti wa kilimo e, TARI Naliendele kilichopo hapa mkoani Mtwara kwa kushirikiana na bodi ya korosho kwa maafisa ugani, lengo ikiwa ni kutoa matumizi sahihi e, ya viatilifu na tayari tunaona kabisa kwamba bodi ya korosho imeanza kusambaza viatilifu hivyo katika maeneo mbalimbali m hii uh, ni Faida Online TV ni kukumbusha kusubscribe ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi na watu wa field, tafadhali baki nasi. Lengo ni kuhakikisha tunatoa mafunzo haya kwenye mikoa mikubwa minne inayolima zao la korosho, mikoa mama ya uzalishaji wa zao la korosho kwa maana ya Mtwara, Lindi, Ruvuma na Pwani. Ndio lengo letu kuhakikisha tunayatoa haya mafunzo katika hayo maeneo na, na target ni kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa zao la korosho. Kwa hiyo sasa hivi tuko katika msimu sahihi kabisa wa upuliziaji wa zao la korosho. Kwa hiyo tukaona basi uh, tufanye mafunzo haya kwa maafisa wetu ugani, kukumbushana jinsi gani ya kuweza kutambua magonjwa lakini kutambua wadudu waharibifu wa zao la korosho, lakini vilevile jinsi gani tunaweza kuwadhibiti hawa wadudu, lakini pia na magonjwa kwa usahihi. Kwa ufupi, magonjwa yako mengi, lakini e, tumekumbushana magonjwa angalau manne muhimu kwenye zao la korosho, ikiwemo gonjwa ambalo ni sumbufu sana kwenye zao la korosho ni ubuliunga ambao yenyewe kama isivyodhibitiwa, e, kwa muda sahihi inaweza kusababisha hasara ya asilimia sabini mpaka mia moja lakini pia kuna ugonjwa wa blight pia nao usivyodhibitiwa kwa, eh, kwa muda sahihi unaweza sababisha hasara ya asilimia sitini mpaka mia. Kwa hivyo matumizi ya viuatilifu sahihi yanaweza yakasababisha kupunguza ugonjwa huo kwa asilimia kubwa, lakini pamoja na hivyo pia tumewasisitiza uh, au wataalamu kwamba kuwa karibu na wakulima na kuwaelekeza zile njia sahihi ambazo mekuwa na sisi tukishia nazo ili ziwafikie kama zilivyo bila kupunguza au kuongeza, kuongeza, ili na wakulima nao waweze kuzitumia wanavofanya shughuli zao za kila siku za shamba katika kuhudumia mikorosho ili kufikia ile tija. Na Ally Linjenje ni afisa kilimo wa mkoa wa Mtwara, ameelezea mipango mikakati iliyopo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba e, uzalishaji wa zao la korosho unapanda. tumejiwekea malengo ya kuzalisha tani laki nne na ishirini ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na sita lakini tunataka tuzalishe zaidi ya tani laki tano itapofika mwaka elfu mbili na elfu mbili na thelathini, na hii ni katika kufikia mkakati ule ambao serikali umejiwekea wa kuzalisha tani laki saba itapofika elfu mbili na ishirini na sita lakini tani milioni moja itapofika mwaka elfu mbili na thelathini kwa sasa hivi sisi mkoa wa Mtwara tunaongoza katika uzalishaji. Kwa mfano, kwa mwaka huu tumezalisha tani laki tatu na thalathini mia tano na tano na tumechangia katika uzalishaji kitaifa kwa asilimia sitini na mbili pointi sita. Kwa hiyo haya mafunzo ambayo yanatolewa leo yatatusaidia sisi kuweza kuendelea kushikilia hiyo rekodi yetu na kuongeza uzalishaji. Geofrey Mwalembe ni afisa kilimo kutoka Bodi ya Korosho, amepata nafasi ya kuzungumza nasi pia wakati akiwa katika mafunzo haya. Ikumbukwe kuwa mafunzo haya pia yamechangiwa na wao, Bodi ya Korosho. Mafunzo haya kwa awamu ya kwanza yanafanyika kwanza kwa mkoa wa Mtwara na mkoa wa Lindi, ambapo katika mkoa wa Mtwara tunalenga haya mafunzo kuwafikia jumla ya maafisa ugani wapatao 569 kati yao mafisa ugani 245 ni wale ambapo chini ya program ya jenga kesho iliyo bora kwa maana ya mafisa kilimo BBT, lakini na mafisa kilimo wapatao 323 hawa ni mafisa kilimo ambao wa wapo ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo siku ya mwisho tunatarajia kwamba mafunzo yataenda kutolewa kwa mafisa ugani, lengo ni kuwajengea uelewa au mahili kuhusiana na visumbufu vya zao la korosho ili waweze kuyapeleka haya mafunzo au huo ujuzi kwa wakulima katika maeneo yao, ili waweze kudhibiti visumbufu vya zao la korosho katika mazao yao. Kutokana na mafunzo haya ya leo, tutaenda kuwafundisha wakulima wetu wa namna gani ya kuchanganya viuatilifu muda wa kuangalia muda wa kupulizia yani kuanzia siku muda gani ukae hadi ende ukapuliza vya viuatilifu vyako tena na kuwapa umuhimu wa kuzungukia masham, na kuwaelezea umuhimu wa kuzungukia mashamba yao mara kwa mara ili kutambua magonjwa na wadudu ambayo yanaweza kutokea katika maeneo yao. Kiukweli, mafunzo haya ni muhimu sana kwa maafisa ugani kupata adidu rejea, pia ni mwongozo mzuri kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji katika zao la korosho. Matumizi sahihi muda sahihi, ya viuatilifu ni kitu ambacho cha kuzingatia kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji, kudhibiti magonjwa na visumbufu mbalimbali kama mbu wa mikorosho na mbu wa minazi. Wameniputa wageni wa mafunzo wa kilimo ya mkorosho, kwa hiyo nimefurahia sana na nimepata